Ni shamra shamra faraja na nderemo zilizobeba matumaini ndani ya mioyo ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambao wana hamu ya kuupokea mwenge wa uhuru unaotarajiwa kutua katika ardhi ya halmashauri hiyo siku ya Mei 24, 2025 mapema kabisa. Hapo ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanal Patrick Kenan Sawala akiwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya, bila kumsahau mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara ndugu Abeid Abeid Kafunda wakiwa katika uhamasishaji wa mwenge wa uhuru wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025, ndugu Ismaili Ali Husi, akiwa na ujumbe wake anakaribishwa katika halmashauri hiyo yenye umiliki wa visima vya gesi asilia kama Irani, ardhi yenye herutuba kwa kilimo cha korosho na mazao mengine ya chakula na biashara, uwepo wa kiwanda kikubwa cha saruji cha Dangote kilichowapa ajira wananchi wengi ndani na nje ya Mtwara, pamoja na mambo lukuki ambayo yote kwa pamoja yanailingizia taifa mapato ya kutosha. Mwenge huo wa uhuru unatarajiwa kupokelewa katika kijiji cha Nanguruwe mapema Jumamosi, Mei 24 ukitokea halmashauri ya mji na Nyamba na kukagua miradi mbalimbali mbali, kama anavyotanabaisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo ndugu Abeid Abeid Kafunda. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Tafadhali baki nasi. Tarehe 24 halmashauri ya wilaya Mtwara inategemea kuupokea mwenge wa uhuru ukitokea halmashauri ya mji na Nyamba na tutaupokelea katika kata ya Nanguruwe. Kwa hiyo tuko tunaomba wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuupokea mwenge wa uhuru e, wa mwaka 2025. Mwenge wa uhuru ukiwa katika halmashauri ya wilaya Mtwara utakimbia zaidi ya kilomita 136 wakati wa mbio hizo utafungua, utazindua, utaweka juu ya msingi na itatembelea na kuona katika miradi, miradi iliyotekelezwa katika serikali ya awamu ya sita. Katika miradi hiyo kuna madarasa mawili katika shule ya msingi na Mbeleketela na matundu sita ya vyoo. Tuna mradi wa barabara za mitaa zinazoanzia katika kijiji cha Nachua zinazunguka katika kata ya, ya Mkunwa. Barabara hizi zina zaidi ya kilomita tatu. Barabara hizi kwa kweli zimekuwa na athari kubwa kwa wananchi wa kijiji na ch cha Nachua pamoja na wananchi wa kata ya Mkunwa kwa sababu imekuwa na urahisi kwa watoto kwenda shule, wazazi wao kwenda kwenye majukumu yao kwa wakati. Tumeondoa vichaka ni barabara nzuri. Na hizi barabara zilizo katika katika kijiji cha Nachua kata ya Mkunwa ni mapato ya ndani, ni mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo halmashauri ilichokusanya imerudisha zaidi ya milioni hamsini kwa ajili ya kuwatengenezea wananchi wa kata ya Mkunwa barabara ambazo wamezifurahia sana, na hii imetusa, tumefanya hivi pia kwa ajili ya kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais kufungua maeneo ya vijiji njia zipitike ili zifanane na mijini. Kwa majina naitwa Mwajuma Selemani Saidi Lingo, ambaye ni mama Mwashumu kwa jina la kueleweka, mkazi wa kijiji cha Mkunwa. Nashukuru tumepata fursa kubwa sana Mkunwa hapa kutuwekea barabara za mitaa, tunafurahi sana. Tunajua kwamba Mkunwa yetu sasa hivi imechangamka tofauti na Mkunwa ile ya zamani. Kwa hiyo tunatoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Raisi Dr. Samia Suluhu Hassani kwa kutufanyia miradi mikubwa namna hii. Kwa hiyo tunamwomba asichoke. Lakini pamoja na hivyo tuna nyumba ya Twin One katika kata ya Iari kijiji cha Likonde ambayo ni ufadhili wa kiwanda cha Dangote kupitia CCR. Siya nyumba hiyo imekuwa na tija kwa sababu pale tuna zahanati. Kwa hiyo uwepo wa nyumba ile utasababisha wahudumu wa, wa zahanati ile kuishi eneo la karibu na kuwasaidia wananchi muda wote watakaokuwa wanapata matatizo. Vile vile tuna kikundi cha vijana ambacho kimefaidika na mkopo wa asilimia kumi. Tumewapa shilingi milioni 28 kikundi hicho ni kwa ajili ya usafi wa mazingira, kwa sababu kama tunavyojua mazingira yetu natakiwa awe masafi. Kwa kikundi kile kimejipanga, kimetumia fedha hizo, kimenunua maguta, kimenunua vifaa vya vitendea kazi. Kwa hiyo wamejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kata ya Iyari, kata ya Mkunwa, kijiji cha Likonde na maeneo ya karibu yote watakuwa wanapita kwa utaratibu watakaopanga kwa ajili ya kuzoa taka na kufanya eneo hilo la Mkunwa, la Iyari na maeneo ya karibu yote kuwa katika hali katika hali safi. Hivyo Mwenge wa Uhuru utatembelea na kuona uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya sita kupitia shirika la umeme la TANESCO ambao limeongeza vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa umeme katika Halmashauri ya Wilaya Mtwara. Suluhisho hilo litasaidia sana kupunguza ukatikaji wa umeme wa mara kwa mara kwa hiyo mwenge utapita utatembelea na kuona na uwekezaji huo. Umekuwa ni tija kubwa kwa wananchi wa Halmashauri ya Mtwara na mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Vile vile mwenge wa uhuru utakwenda katika kata ya Dihimba, ambapo utakwenda kutembelea na kuona uboreshaji marekebisho makubwa yaliyofanyika katika chanzo cha maji ambao kimekuwa ni suluhisho cha wananchi wa eneo husika katika miradi yote hiyo ambayo mwenge wa uhuru utatembelea, utakagua, utazindua na kufungua miradi yote hiyo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni nne za Kitanzania. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuifungua, kuijali na kuiwezesha Mtwara katika nyanda zote zinazohusu jamii na zinazoathiri jamii kwa njia moja au nyingine. Baada ya kumsikiliza mkurugenzi huyo mwenye dhamana ya kuiongoza halmashauri hiyo, hapa tumpata nafasi ya kuzungumza na mwalimu Hawa Ndale ambaye ni mkuu wa shule ya msingi na Mbeleketela kata Ziwani, anaelezea faida ya ongezeko la vyumba viwili vya madarasa ambavyo vitafunguliwa na mbio za mwenge wa uhuru. Yote kwa yote ni juhudi zake Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametuletea mradi huu wa vyumba viwili vya madarasa na matundu sita ya vyoo. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa sababu mradi huu umetuletea faida nyingi sana. Faida mojawapo imewafanya wanafunzi sasa kuipenda shule yao kulingana na miundombinu kuwa mizuri. Madarasa ni mazuri sana, tunashukuru sana. Lakini pili tulikuwa na uhaba wa vyumba vya madarasa, lakini sasa vimeongezeka kiasi kwamba watoto wote wanakaa madarasani. Lakini jambo la tatu pia imefanya wanajamii wa hapa majengo kuipenda serikali yao na kuiamini na kuikubali kiasi kwamba inawapa moyo na motisha. Hata ukiwaita kwenye kujitolea kwenye nguvu kazi zao wanakuja kwa wakati. Mahitaji, mara ya kwanza tulikuwa na vyumba vya madarasa sita tu, ambapo darasa la kwanza, darasa la pili na darasa la awali walikuwa wakisoma kwa shifti, kwamba mpaka wengine waja asubuhi, wengine wanaingia jioni, lakini sasa hivi hatuna shifti. Ikumbukwe kuwa taifa hili linajiandaa kuingia katika uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na mheshimiwa rais. Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na Bihidaya Hemedi Saadala ambaye ni afisa uchaguzi wa halmashauri hiyo ya wilaya ya Mtwara. Bihidaya amewaasa wananchi kushiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu kwa amani na utulivu. Um, ninawaasa wananchi wenzangu katika halmashauri hii ya wilaya ya Mtwara kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. 20 na, na ninawaasa pia tunapojitokeza kuja kushiriki uchaguzi huu basi tushiriki kwa amani na utulivu. Ndugu wananchi wenzangu, uchaguzi ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile. Kwa maana ya kwamba tukipata viongozi bora basi wanaweza wakapelekea sisi kuweza kupata utulivu lakini vilevile kuweza kutekeleza majukumu yetu yote na kutafuta na kufanya shughuli zetu za kiuchumi. Kupitia viongozi bora ndipo tunaweza tukaona ya kwamba sasa hivi mashule yanajengwa, zahanati, mahospitali, uwepo wa barabara nzuri na kadhalika. Leo hii mashuleni kuna mabweni ya kutosha, lakini hiyo ni kutokana na jitihada za uongozi imara ambao uko madarakani. Kwa hiyo ni waase wananchi wenzangu, itakapofika wakati wa kufanya uchaguzi basi wote tushiriki katika kuchagua viongozi katika nafasi ya udiwani, lakini tuchague viongozi katika nafasi ya ubunge, lakini vile vile tuchague uongozi katika nafasi ya urais na ili kusudi tuweze kushiriki katika shughuli hizo, basi miongoni mwa sifa muhimu kabisa zinazohitajika ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo zoezi hili katika Halmashauri ya Wilaya Mtwara kwa mara ya pili limeanza kutekelezwa kuanzia tarehe 16 na ambapo zoezi hili linatarajiwa kukamilika tarehe 22 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 tunatakiwa kuimarisha amani na utulivu katika maeneo yetu katika kipindi chote cha ja utekelezaji wa shughuli za uchaguzi kwa sababu amani na, na, na utulivu ndio msingi wa maendeleo ya taifa letu. Kuonesha ukubwa wa jambo hilo, naye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara Ndugu Abeid Abeid Kafunda amepigilia msumari wa dhahabu taarifa hiyo. Falsafa ya Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 ni tujitokeze kupiga kura Uchaguzi mkuu wa 2025 kwa amani na utulivu. Kwa hiyo na mimi napenda kuasisitizia wananchi kwamba ili tuweze kuwa na serikali makini, serikali inayofuata utawala bora, ni lazima wananchi tushiriki kwenye mchakato wa kuwapata viongozi hao kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ni sisi ndio wenye nafasi ya kuchagua viongozi ambao wataendelea kudumisha utawala bora na kudumisha amani ambayo tumeirithi kutoka kwa viongozi wetu waliopita wa, wa, walio kwao. Rai yangu ni kuwaomba wananchi wa Halmashauri wa Wilaya ya Mtwara kujitokeza kwa wingi utakapofika utaka, utaka muda wa kwenda kupiga kura kwa ajili ya kupata viongozi kwa kuongoza nchi yetu kwa kuheshimu sheria, taratibu na kanuni. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara ndugu Abeid Abeid Kafunda anawaalika wananchi wote kukutana na nguruwe mapema kabisa siku ya Mei 24 kwa ajili ya kupokea mwenge wa uhuru. Tunasema Mtwara kuchele. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Hakika sisi ni watu wa fildi